Inawatukia wanadamu inawatukia wanyama, inawatukia na wanyama jambo moja lawatukia, anavyokufa huyu, kwa atakavyokufa mwanadamu atakavyokufa huyu ndivyo atakavyokufa mnyama naam, wote wanayo pumzi. Wala mwanadamu hana kitu cha kupita mnyama, mwanadamu hana kitu kwa hiyo mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama. Mweye hiyo kama nilikuwa mtakatifu naenda mbinguni, hicho kitu hakipo. Utakavyokufa wewe ndivyo atakavyo kufa mnyama. Labda pengine tuseme hivi, mnyama kama mwanadamu akifa anaenda mbinguni, basi na wanyama wakifa saa hiyo hiyo wanaenda mbinguni. Unajua hivi ukifa, jambo moja wanyama, la watukia wanyama na wanadamu jambo moja linawatukia wanyama na wanadamu. Jambo moja linawatukia wanyama na wanadamu. Sasa tuulize, je, mtu akisha kufa anaenda wapi? Mtu akisha kufa anaelekea wapi? Naomba msomaji wangu zaburi Zaburi sita fungu la tano nenda la taraba, Zaburi sita fungu la tano Mtu akisha kufa anaelekea wapi? cha fundisho ambayo imekuwa ikifundisha kwamba mtu akifa anaenda mbinguni kama alikuwa mtakatifu, na kama alikuwa mwovu anaenda motoni. Saa hii au wakati, nimechoka kwa kuugua kwangu. Zaburi 6:5 Hapana kusumbuka kumbukumbu yako, maana mautini hakuna kumbukumbu yako. Katika kuzimu, katika kuzimu ni nani atakao kushukuru? Ni nani atakao kushukuru? Nimechoka kwa kuugua kwa shida hapo. Kwa hiyo wakati ambapo mwanadamu anapokuwa amekufa, mwanadamu anapokuwa amekufa, sisi wenyewe tunakuwa mashahidi na ndio maana tunasema tunaenda kuzika pengine makaburi ya Amani au saa nyingine tunasema ya kwamba tunaenda kuzika makaburi ya Mgoma. Ndiyo maana tunasema ya kwamba mtu akifa anaenda kaburini. Hakuna mtu anayekufa anaenda motoni au anaenda mbinguni, bila kujali mtakatifu, bila kujali mtu ambaye kuwa mtenda maovu Ukishakufa na kuzika kwanza, mpaka Mungu akula ki ataratifu. Na ndiyo maana Biblia atuambia kwamba kaburi la Daudi ambaye alikuwa ni mtakatifu, alipokufa hakupanda mbinguni. Kitabu cha Matendo ya Mitume mbili ishirini na tisa msemaji. Daudi alikuwa mtakatifu. Je, kama watakatifu wakifa wanaenda mbinguni? Daudi alipokufa kama mtakatifu wa Bwana alipanda mbinguni? Wakati huo sama matendo ya mtume matenda mtumi eneoli nasemeka hivi wae ndugu zangu wanaume, ndugu zangu mliorazi kwa ujasiri nimesema, kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi, habari za baba yetu mkuu Daudi, ya kuwa ya kuwa ya alifariki akazikwa. Akafanya nini? Akazikwa. Biblia nasema alienda mbinguni akazikwa? Alienda wapi? Akazikwa na mtu anapozika anazikwa wapi? Daudi pamoja na kwamba mtakatifu alipo akufa kwamba kama alikuwa mtaratifu ukifa unaenda mbinguni? Hapana, mtu akisha kufa anazikwa, malizia na wake yake na wake na nini, makabuli wake, kwetu ikoketu kabuli la kwetu, mpaka kwa mujibu wa Biblia dilikuweo mbay kipindi cha mitume na ninajua alipo mpaka kipindi chetu, maana makaburi yanaendelea tu mpaka Yesu atakapokuja kuchukua watu well, wake. Kwa hiyo kama mtu alikuwa mtakatifu akifa, anangoja siku ambapo Mungu atakuja kuchukua watu wake. Na ninaomba utafakari mmoja li hapa, ikiwa watakatifu wa Bwana wanapokufa wanaenda mbinguni naomba ujiulie swali hili hapa. Yesu anaporudi mara ya pili duniani anakuja nini? Biblia anakuufoa inapo inapo inasigiesa nasema ya kwamba atakuja tena ili awatufowe wale ambao waliokufa, awatufoe, atakusanya kutoka pande zote. Sasa kama wanaokufa wanapata nafasi ya kwenda mbinguni sasa hivi, Yesu anakuja kufanya nini? Ukweli ni kwamba waliokufa wanazikwa makaburini ili Yesu atakapokuja awafufue aria wanayesa wasikuri shahidi dnn Danieli kumi na mbili anza mlango wa kwanza, Danieli kumi na mbili mlango wa kwanza, waliokufa tangu zamani Siku ya mwisho watafanya nini? Kama wanaenda mbinguni, kwa nini kunaonekana kuna ufufuo wa waliokufa wakati walienda mbinguni? Msemee msemaji wangu, hivi wakati huo Mikaeli, wakati huo Mikaeli mkuu atasimama na kutakuwa na wakati wa taabu, na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake hakuwepo tangu, na wakati huo watu wako, wakati huo watu watakolewa, mfano wake hakuwepo tangu taifa lilipoanza kuwepo, na watu wako watu wako watakolewa, kila mmoja atakaoonekana ame

Wanafanya nini? Wataamka hapo, ni wakati wa mwisho. Danieli anazungumza, wapata nini? Wengine wapata uzima wa milele. Wakisha amka, wapata nini? Uzima wa milele. Kumbe tukisha kufufuliwa, Yesu anaporudi, wakati wa kupata uzima wa milele. Ukikuta mfundishaji anakuambia kwamba mwenzetu amemaliza mwendo, anatusikiliza tu huko mbinguni, waambie hilo si fundisho la Biblia. Watu wote tukifa tunangoja kwanza kaburini, mpaka wakati ambapo Yesu atakapokuja kwa wafufua watu wake, ndipo wakati wa kupata uzima wa milele. Hakuna mtu anayekufa tu kwa sababu akuwa mtakatifu anaenda mbinguni. Hicho kitu hakipo, hakipo. Msemaji, naam. Wakati napozungumzia habari ya watu waliokufa, nimesema ya kwamba mtu ambaye amekufa, ndugu zangu, ni kwamba haiwezekani akaenda kuombwa. Yawezekana ya janielewa vizuri. Nasema hivi, kama uko na baba yako au babu yako au mama yako aliyekwisha kufa, hauhitajiki kwenda kwenye kaburi lake ukamwambia ya kwamba wewe una shida fulani fulani fulani, fulani. Eza nilipokuwa nasema Biblia ikajiuliza kwamba pengine labda ile kitabu cha wenzetu cha Qurani kinasemaje juu ya hali ya wafu, semaje? Nenda ile Qurani wala hawawi sawa walio hai na wafu. Kumbe hawawi sawa walio hai na wafu kwa yakini Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu umsikilizisha mtakaye zh chke. Kumbe aliyekufa hawezi kuwa sawa na aliye hai, na ndio maana hawahitajiki kwenda kumuomba babu yako kwenye kaburi ya alipofariki fariki maana, zisha waliomo makaburini unapoenda kua